Jaji wa mahakama kuu ya Zanzibar Mkusa Isaac Sepetu ametoa amri ya kukamatwa kwa meneja wa benki ya FBME tawi la Zanzibar Sono Majithia kutokana na kushindwa kutekeleza amri halali ya mahakama iliyotaka kufunguliwa kwa akaunti ya hoteli ya kitalii ya Crysto Resort baada ya kufanyika kwa mabadiliko ya uongozi Mbali na uamuzi huo, mahakama hiyo pia imewataka walalamikiwa wawili ambao ni Ivan Cody na Deva Mahers kufika mahakamani Februari 20 na tatu mwaka huu kujibu sababu za kutotekeleza amri ya mahakama, na endapo hawatatokea, mahakama hiyo itatoa amri ya kukamatwa kwao. Tujiunge na Muniri Zakaria kwa taarifa zaidi. Jaji Mkusa Isaac Sepetu ametoa uamuzi huo baada ya uongozi wa benki ya FBME kushindwa kutekeleza amri halali ya mahakama hiyo ya kutaka kufunguliwa kwa akaunti zilizokuwa zimefungwa za hoteli hiyo ya kitalii pamoja na kutambuliwa kwa saini za wakurugenzi wapya wa hoteli hiyo ambao ni Lionel Sonigo, Xavier de Spring na Arnold Tual. Kuhusu walalamikiwa wawili wa kwanza ambao ni Ivan Kode na Deva Merez, Jaji Mkusa amewataka kufika mahakamani Februari 23 kuieleza mahakama kwa nini wasichukuliwa hatua za kisheria kwa kuto kutii amri halali ya mahakama. Jaji Mkusa amesema kwa mujibu wa vielelezo vya mahakama vinaonyesha barua za wito zimewafikia lakini, wamekuwa hawatokei mahakamani hapo. Katika kesi ya msingi, wamiliki wa kampuni ya Sardinias Investment wameingia katika mgogoro mkubwa baada ya uongozi wa zamani kudaiwa kutumia vibaya mali na fedha za kampuni na kuziwekeza katika kampuni nyingine bila ya kufuata taratibu, na kuiomba mahakama kufunga akaunti zote za Ivan Kode na Deva Merez hadi kesi ya msingi itakaposikilizwa na kuamuliwa. Katika maombi yao wakurugenzi wa zamani Ivan Kode na Deva Mehrez wametakiwa kuwasilisha mahakamani ripoti ya mapato na matumizi ya fedha za kampuni katika kipindi chote cha uongozi wao. Hivi karibuni mahakama hiyo iliwaweka ndani muda wa siku kumi na tano watoto sita wa mwasisi wa mapinduzi marehemu Hamis Darweshi Mdingo baada ya kukaidi kuhama katika nyumba iliyopigwa mnada kwa amri ya mahakama ya Kadhi. Viswa ni hapa. Muneru Zakaria, Channel 10, Zanzibar.